Kwa mara nyingine tena Rais William Ruto amekosoa upinzani kupinga serikali yake akiwataja kuwa watu wasio na ajenda. Rais aliyezungumza kwenye ziara yake ya kaunti ya Samburu akiwaahidi wakosoaji wake kivumbi kikali kwenye uchaguzi mkuu ujao, kama anavyotuarifu Boniface Barasa. Ndio hey, hey, hey, nipange dawa ya kutosha hey, hey. Akihutubu siku ya pili ya ziara yake katika kaunti ya Samburu, rais William Ruto amekuwa mwepesi wa kufokea upinzani, akisuta njama yao anayosema ni ya, ya kugawanya mamlaka kupitia hisa serikalini, akiitaja kuwa ndoto. Ati sasa kuna wanaume tano ati wameketi chini ati wanagawa serikali ya Kenya, ati wewe chukua 50%, wewe chukua 20%, wewe chukua 10%. Mimi nataka niwaambie hawa jamaa, my friends, serikali ya Kenya si yenu Serikali ya Kenya ni ya wananchi hawa wote, si nyinyi. Mtapiga kura, si ndio? Mko na akili. Wale watu wanatuadaa bwana, tutawaonyesha kivumbi asubuhi na mapema. Rais Ruto anapokosoa muungano wa upinzani kama usiokuwa na ajenda kwa taifa, ametetea azma yake kwa siku ya pili ya kuwezesha taifa la Kenya kujiunga na ligi ya mataifa yenye uwezo mkubwa wa kiuchumi duniani. Nyinyi hamkuamini chochote, tuliwaambia tutabadilisha Kenya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 Sio starehe ya matajiri na watu wako na kazi. Matibabu ni haki ya kila Mkenya, kila mwananchi. Sasa wewe ujiandikishe kwa sha, tukikuja hapa na matunda ya maendeleo. Barabara zetu bara zote zitaunganishwa kaunti mzima kwa lami. Tumeona affordable housing, tumeona pesa ya stima. Your excellency umetoa soko zetu wakinamama wafanye biashara. Rais Ruto amekamilisha ziara yake ya siku mbili Samburu kwa kuzindua miradi mbalimbali, ikiwemo ujenzi wa barabara kuu ya Maral Baragoi na Kisima Wamba. Rais William Ruto anapendeleza usutaji wake dhidi ya wapinzani wake wakuu, hasa upinzani humu nchini. Amewaahidi kivumbi kikali ijapo kipute cha mwaka 2027. Bonfas Barasa, runinga Citizen, gatuzi la Samburu.